<tipa> Mambo vipi, popote pale ulipo mwanafamilia wa Lulindi yetu TV ambayo unatutazama kwa sasa hivi bana. Leo uh, katika ziara yetu ya Lulindi yetu TV, kutembelea kwenye jimbo la Lulindi ili kujionea maendeleo ambayo yanafanywa na kiongozi wetu uh, ndugu yetu kaka yetu ndugu Isa Chungahela. Uh, hapa tupo, fa, tupo kati, kati ya kijiji cha Mtengula na Mputeni. Hii ni moja kati ya madaraja makubwa sana ambayo yanaendelea kujengwa uh, katika jimbo la Lulindi. Kama unavyoona maendeleo ambayo tunayaona katika uongozi wa ndugu yetu ndugu Uh, Isa Mchungahela. So tuko hapa kwa ajili ya uh, kuwaonyesha wananchi kile kitu ambacho kinafanyika. I think so watu wengi uh, walikuwa wanasikia tu kwamba kuna daraja kubwa sana limejengwa maeneo ya Mtengula, lakini walikuwa hawajapata fursa ama wasaa wa kutazama ama kujionea hicho uh, kitu ambacho kimetengenezwa. Lenyewe ndio hili bwana, kama mnavyoliona ndio likubwa. Leo nimepata fursa mimi ndugu mtangazaji eh, kuja kuripoti hapa na kuja kuwaonyesha nyinyi Watanzania ama nyinyi wananchi wa jimbo la Lulindi a, kazi kubwa ambayo inafanywa hapa. Kuendelea kukaa na sisi Lulindi Yetu TV, tutakwenda kila sehemu, kila eneo ili a, kujionea ama kuwaonyesha yale mambo mazuri ambayo yanafanywa na serikali yetu ya awamu ya sita, ikiwa chini ya uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan kama unavyojua kwamba miradi hii yote inasimamiwa na ndugu yetu mbunge wa jimbo la Lulindi, ndugu Mchungahela. Lakini sisi Lulindi yetu TV tumesema hapana, ngoja kwanza tupite kuwaonyesha wananchi ambao hawayakuyaona haya maendeleo, tupite kuwaonyesha yale mambo ambayo wanayafanya, mambo mazuri ambayo wanayafanya viongozi wetu. So kana sisi baki na sisi Lulindi yetu TV, ili upate kujionea kila kitu kizuri ambacho kinafanywa katika jimbo hili la Lulindi nite ndugu mtangazaji you go better take yourself until next time ciao ciao and bye bye